Pili, serikali imefanya mafunzo kwa wataalamu 2840 wakiwemo madaktari na wauguzi, ili kuwawezesha kutambua na kushughulikia changamoto za magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo afya ya akili. Tatu, serikali imeanzisha huduma ya call center moja moja tano ambapo pamoja na majukumu na huduma nyingine, jamii inapata huduma ya ushauri nasaha ya afya ya akili kwa njia ya simu, lengo likiwa ni kuwafikia vijana wengi zaidi, kuwasaidia kwa haraka na pia kupunguza unyanyapaa kwa wale wasiopenda kwenda hospitalini moja kwa moja. Pia serikali imeanzisha vituo 1561 vya kutoa huduma rafiki kwa vijana katika mikoa yote ikiwemo huduma ya afya ya akili kupitia mkakati jumuishi wa vijana. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Matatizo ya akili yanayosababishwa na ukosefu wa ajira, nafikiri tunaweza tukayakabili. Moja, kuelimishana namna sahihi ya kufikiri na kuyatizama maisha